Zangu hivi, tunaweza tukaibadilisha njia ya Mungu kwa matakwa yetu si binafsi? Hivi, tunaweza tukauua ukweli au kupoteza ukweli? tukafika kama tumemaliza tunaloambiwa kupitia maandiko matakatifu, tunaloambiwa kupitia mafundisho mbalimbali ndani ya kanisa na viongozi wetu, ni maneno yale yale kama Mama Bikira Maria aliyekuwa anawaelekeza wale watumishi, atakalowaambia nini fanyeni. Na ndio maana leo hii nasema, naomba tuliombee taifa letu la nini Tanzania. So, tunaelekea sasa katika mazingira ambayo kwamba hatutaki kusikiliza maagizo ya Mwenyezi Mungu yanayosemwa na viongozi wa dini. Tumefika hapo sasa. Na tunashuhudia na pengine yaliyotokea karibuni yanaweza kanusika huko. Kwa sababu tushanza kusikia kauli nyingine zinatokea huko eh, viongozi wa dini nini nyama ni nyama nini nyama zeni tukitumia e, mse, mse, mse, mse, mse, e, nini msema mtaani kule kamdomo katafanyaje kata tu. Kamdomo unasema nini kamdomo eh, e, nikawa tunaambiwa hivyo sasa, kamdomo katafanyaje kata tu ponza. Lakini Mama Bikira Maria anaendelea kutuambia, anaendelea kuambia ni ninyi, hata sisi hapa p sisi tunasikia neno la Mungu kutoka kwa viongozi wetu wengine wa dini atakalowaambia nini fanyeni lakini hatutaki kulisikiliza. Kuna askofu mmoja, sio askofu gani, nadhani mnamfahamu, anasema wakati, wakati jamii inasifiwa inahudumiwa na, na, na, na, na taasisi za kidini haina shida, lakini ikikosolewa tusiingie, si ndio? Wakristo wenzangu, tufike sehemu Tufunguke akili tufunguke akili. Pilato alimuuliza Kristo, wewe ni nani? E, ukweli ni kitu gani? <laughs> Pilato kaambia Kristo, kaambia ukweli, ndo mimi mwenyewe, maisha yangu yote ni ukweli, ndio ukweli wenyewe. maka alisema katika Injili ya Yohane sura ya kumi na sita sura ya kumi na nne aya ya sita kwamba mimi ni njia, ukweli na uzima, ndio njia yenyewe kupitia Ndilo Ilo Mama Bikira Maria amewaelekeza watoto akawaambia kwamba atakaloambia nini fanyeni. Lakini Plato kumsikiliza ukweli huo akamwangamiza, si ndio? lakini matoke yake ni nini? Amefufuka, ndio tunashangilia sasa hivi, uthibitisho kwamba kila alichokifundisha kila alichokiishi kila alichotuelekeza ni kweli cha kufuata. Tunahitaji ushahidi gani mwingine jamani, zaidi zaidi ya ya muujiza huo mkubwa kabisa wa ufufuko? Tunahitaji nini tena kingine, kipi kingine tukahubiria? na wa... wahubiri wengine wanatufanyia wa... vitu wa... vya ajabu kwa mitani. Kuna muujiza mkubwa unaweza kupita muujiza wa ufufuko wa Kristo wa kudhibitisha kweli wake na nguvu yake alikuwa nayo? Lakini bwana, bado tunabaki tuna pepea vitu vingine, tunafikiri kwamba tunaweza tukaufifisha ukweli, tutaunyamazisha lakini ukweli wa Mungu ni kama maji, utapenya tu.